Ya sasa sio ile ya zamani. Mheshimiwa waziri wa Sikonge unapata maji tunapozungumza sasa kwa asilimia 40.5. Ni kiasi kidogo, wananchi wanahitaji maji, lakini maji yaka yatoshi kutumia bwawa la uchache ambalo kwa kweli uwezo wake ni mdogo, na hasa kipindi cha kiangazi tuna miaka mitatu minne hivi inakauka na, tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi huu mkubwa wa maji ya Ziwa Victoria ambao leo utashuhudia na utafungua maji yakiwa yanatoka ya katika mji wa Sikonge. Nayo furaha kubwa na ni ndoto kwetu haya tunayoyaona leo. Hatukuwahi kutarajia siku moja maji ya ziwa Victoria kuja kutoka Sikonge. Kwa kweli, tunakuomba sana upeleke salamu zetu za dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, umwambie Wanasikonge tunamshukuru sana. Maji yanayotoka zaidi ya kilomita mia nne, hatukutarajia na hatukutegemea siku moja kuja kuyapata maji haya Sikonge. Ninakuomba sana tufikishie salamu za Wanasikonge kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kamwambie hivi ulichowafanyia wana Sikonge wanasema umeweka historia kubwa ambayo hata katika ndoto zetu ilikuwa haimo. Mheshimiwa Rais anamaliza majukumu yake ishirini na thelathini, tukaache tabasamu. Haijafika hata ishirini na saba, Daktari Samia Suluhu Hassan anaacha tabasamu hapa Sikonge Samiya, la upatikanaji wa maji eneo hili la limekuwa na changamoto ya maji kwa muda mrefu sana. Nakumbuka nikiwa naibu waziri nikuja katika ea lenu hili la utatia, limekauka wananchi wanateseka juu ya adha ya maji, mkaomba ombi maalum na viongozi wetu wa chama, mwenyekiti wetu wa chama yupo, hongera sana mama yangu. Mungu akubariki sana na chama cha mapinduzi, wakanitwisha zigo, tukalipeleka kwa mheshimiwa rais. Mheshimiwa Rais ametupa bilioni mia moja arobaini na tatu kwa ajili ya kupeleka maji Sikonge, kupeleka maji Kaliua mpaka Urambo. Kwa mama sita huyo, ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. <laughs> Leo ni apata faraja, ndoto ambayo tumeiota leo ilipotekelezeka na watu wanapata kunywa maji safi na salama, na leo hii amewatua wakina mama ndoo kichwani, na sio hiyo tu, lakini amepunguza hata migogoro kule majumbani ya ndoa, maana watu wanapofuata maji, lakini pia hata ugonjwa. Kina mama wanapokosa maji, mara nyingi huwa kuna shida. Tunatambua mradi huu mwanzo aliuweka jiwe la msingi Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunatamani sana baada ya leo kuja kutembelea, aje uzunde Dkt. Samia Suluhu Hassan hapa Sikonge. Tunaomba sana tufikishe salamu hizi kwamba wana Sikonge Tunatamani sana shukrani yetu tumeona akija kuzindua mradi huu mkubwa ambao tunaleta matokeo makubwa sana kwa watu wa Sikonge. Tuko tunapata maji ya mgao. Sasa tunawekewa maji asilimia mia moja kipindi chote kiwe cha masika hata kipindi, kipindi cha kiangazi. Makofi kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Tatu